Tumsifu Yesu Kristo. Basi tunapomaliza wiki Jumamosi hii asubuhi, ningependa kuambia neno moja, neno muhimu sana, muhim sana kwa ajili ya maisha yenu, neno muhimu sana, wapendwa wana chuo, maisha baada ya chuo ni magumu, ni magumu sana, very tough tough. Unapokuwa chuo kikuu unasoma degree yako unakuwa unawaza kwamba ukitoka hapa utakuwa na maisha mazuri, utakuwa sijui msomi nini na nini, utapata ajira. Ndugu zangu wanachuo, saa hizi hey, ajira zimeisha, ajira zimeisha, na hali huku nje ni ngumu, ngumu sana. Juzi nimepeka gari gereji nikakutana na binti moja ambaye nimesoma naye chuo kikuu imeniuma sana imeniuma moyoni. Ile binti alikuwa ni mtaalamu na ana GPA kubwa kabisa, GPA 4.2, lakini anafanya lakini anafanya kazi ya kuuza mama ntilie, ni mama ntilie pale gereji, just imagine. Nimeondoka nimeenda sheria pale chini, nikakutana na kijana mmoja, father moja, kasema unanifahamu mimi fulani? Wewe unafanya kazi hapa apa hey. Hasa vipi? Nimekosa ajira, ni ajira bwana, nafanya kazi hapa sheli shashinga laki mbili. Kama hiyo haitoshi, nimepanda bajaji kwenda mjini siku moja, nikakutana na kuna ile bajaji anaendesha shehe moja hivi, anayevaa kanzu nzuri, anavaa na kilemba juu, inaonekana iko yu katika swaumu yake, amefunga ya Akawa anaongea habari za interview nini na nini. Mbona unaongea mambo hayo bwana? Kaza mimi ni engineer, nimemaliza MUST mimi ni civil engineer. Civil engineer. Wewe civil engineer? Hangi unaendesha bajaji? Akasema ndio. Mpendo katika Kristo. Kama huyu civil engineer na anajipia first class amekuwa driver bajaji wewe na baadhi yako una, una GPA ya 2.9 utakuja kuwa nani? huyu amesoma bafu, ana first class, sijui ana upper second. mama nitilie, wewe utakuwa nani? huyu amesomea mwalimu, ameniambia kwamba ana GPA ya 3.9 anauza shares. Nikaenda supermarket nyingine pale, nikaona ni mikujana. Ehe, vipi? ha, safi. nafanya kazi hapa. wewe si bahedi wewe mimi nafanya kazi hapa supermarket. Mshahara mshahara shilingi ngapi kwa mwezi? laki mbili tumseses. Wapendwa wana chuo, maisha baada ya chuo ni magumu, sio rahisi kihivi, ni maisha ni magumu sana baada ya chuo. Hata fikiria huyu baada ya kusoma chuo amekuwa mantilie, amekuwa dereva bajaji, amekuwa dereva bodaboda, amekuwa muuza sheli, amekuwa sijui nani. Na, na, na, na, na. Unaona analipwa mshahara shilingi laki moja na nusu, laki na themanini, laki mbili, lakini we uko hapa chuoni umebahatika kupata bumu. Unataka bumu we, bumu bumu. kwa sasa mnalipwa eh, kwa miezi miwili unapata shilingi laki sita. This means that kila mwezi ukiwa chuoni unapata shilingi laki tatu, unapata shilingi laki tatu maana unapata laki tatu kwa mwezi, upo chuoni. Baada ya kumaliza chuo kikuu, unajikuta unalipwa, una laki na nusu kwa mwezi. Basi wapendwa, wanachuoni ngiwashauri mujitahidi kuinvesti hela unayoipata ukiwa chuoni, itunze. Ukipata kale kabumu kako, chukua shilingi laki mbili, ficha, weka benki, weka benki, weka fixed deposit. Baada ya kumaliza chuo kikuu, itakusaidia. Just yes, imagine. Katika mwaka mmoja unapata bumu lako pengine mara tatu mara nne, apata bumu eh, lako mara tatu. Chukua mfano unapata mara tatu kwa mwaka mmoja wa masomo umehifadhi bumu lako umehifadhi laki sita umehifadhi laki sita mwaka mmoja wa masomo, mwaka wa pili wa masomo umehifadhi yako laki sita mwaka tatu wa masomo umehifadhi laki sita sita mara tatu na milioni moja na uu, usimtaje jamani. Wanachuo, ningewashauri mwanachuo yeyote yule, wewe unasoma kuomu, unasoma teku, unasoma musti, unasoma yudizimu, unasoma sijui wapi, kokote kule, ningekushauri mwanachuo, tumia hela zako vizuri. Hasa wewe unapata bumu, tumia vizuri. Wewe mkaka, badala ya bumu lako kwenda kuhonga kwa mabinti, badala ya kwenda kuhonga honga kumisi yuzi ningekushauri, pesa yako hiyo uichukue weka benki, kainvesti anchaka biashara kokote. Kama huwezi kufanya biashara na masomo, basi ihifadhi hela benki, haitaoza itaongezeka, kaika katika fixed deposit itakuwa inaongezeka siku baada ya siku, siku baada ya siku. Wapendwa katika Kristo, wanangu wanachuo wadogo zangu wanachuo, Nasikitika sana na kuna watu wanapokuwa chuoni wanakuwa wanajizima data, wanadhani kwamba maisha baada ya chuo ni rahisi. Ni magumu. Ukumbuke kwamba umeingia chuo kikuu ukiwa form 6. Ukiwa form 6, wazazi walikuwa wanakutegemea, walikuwa wanakutegemeza, walikuwa wanakusaidia, wazazi walikuwa wanakusaidia, walikuwa wanakupatia matumizi haizo. Umefika chuo kikuu, unapata bumu, unapata pesa, basi wazazi wameshajivuta, wamekaa pembeni, umeshakuwa unataka ujitegemee mwenyewe. Sasa baada ya chuo bumu halitakuwepo tena, unakuwa unadaiwa na bodi ya mikopo, halafu tena mzazi ya kusapoti tena. Basi mpendwa wana chuo, hasa wewe unaopata bumu, ninge kupendekeza sana, tumia mapato yako vizuri, tumia pesa yako vizuri, hasa hasa wekeza, wekeza, weka akiba ili ukitoka chuo kuu ustaabike sana. Lakini pia vilevile, lingine, mnapata nafasi ya kwenda fildi hata kama unapata nafasi ya kwenda field huko, field kafanye vizuri, usianze kulewalewa na wengine. Wameenda field ya walimu, sijui wapi, unaona analewa huko, analewa makombe, anabondana huko, anaandikiwa ripoti mbaya, na hata akimaliza chuo kikuu manake hawawezi kumpokea. Kumbe unakwenda field huko, jitahidi, na huko field fanya kazi vizuri, tengeneza connections, tengeneza connections ili utakapomaliza hapa watakupokea au utaenda kufanya kazi kwao kama wewe ni mtaalamu wa sheria unafanya field yako pengine kwenye, kwenye, kwenye, kwenye law firm ya mwana sheria mmoja, fanya vizuri, onyesha weledi wako, ili hata utakapomaliza chuo kikuu utaenda kusoma kufanya mazoezi pale pake, utaenda kujitolea kwake, utapata hata hela kadogo. Wewe ni engineer unafanya field umeenda kujiattach kwa engineer fulani fanya vizuri, kuwa mwaminifu, ili ukiisha maliza chuo kikuu utaenda kuomba kazi kwa yule yule. Pengine wewe ni mwalimu eh, najua muda mwingine umepata <laughs> nafasi ya kwenda kufanya field ya ualimu kwenye shule ya private. Wewe ni mwalimu wa mathematics, sijua ni nini, wa English, kufanya fieldi kwenye shule ya private, fanya vizuri field huko, hata ote hata, kule fanya field yako vizuri ili ukimaliza chuo kikuu, unapotafuta ajira, unaweza ukaenda kujitolea kwa yule pale, ukaomba ajira hata ya muda fulani, akakufanyia vizuri, hasa unafika pale, una misibievu. Fanye vizuri, mwisho wa siku utakosa ajira. Lakini pia hata ukitoka chuo kikuu, ukiweza umeweka hela yako vizuri, unaweza kuanzisha biashara yako. Unaweza pia pengine baada ya kutoka chuo kikuu, sioni aibu, sioni aibu kwenye pesa, hakuna aibu. Fungua mamantilie yako, fungua mamantilie Fanya biashara yako mmantilie vizuri, ina faida. Mmantilie nakwambia, kukwambia abaya degree. Acha wewe kama uko degree, nani sio msomi bwana? Hata mimi msomi na degree tatu. Nani sio msomi? Kila mmoja ni msomi, tena dunia ya leo watu wengi ni wasomi. Basi umemaliza pale, umeweka kama mtaji wako kidogo, nunua banda, weka mmantilie yako pale, ukutanunua kilo kumi za mchele zinakuzalishia mara tatu, hicho nunua kile pale Umeweka hela yako vizuri, nunua bodaboda, utafanya kazi yako vizuri ya bodaboda. Kwa hiyo usichague kazi, lakini for the time being wewe ni mwanachuo, jitahidi kufanya vizuri, jitahidi kuwekeza, weka akiba, ili baadaye ukitoka hapo uweze kufanya kazi, uweze kuwa huru na uweze kujitegemea vizuri. Tumsifu Yesu Kristo.